Meji, fanya maandalizi yako yote sawasawa, sawa. Halafu pia sijamwona kabisa na Naren atafanya michango mwaka huu pia, sindio? Kama alivyokuwa babu yake, yeye ya alikuwa naamini sana kwenye kusaidia. Sawa, wacha meni, ni kesho asubuhi tutafanya havan tena mbele ya familia nzima, familia nzima. Mchungaji haitohudhuria havan pamoja mwaka huu haitakuwa hivyo. Moto utawashwa sehemu mbili na familia zote zitafanya maombolezo mbalimbali mbali. Mchungaji, tafadhali nakuomba uje kwa wakati. Kila kitu kitakuwa sawa ukishawasili. Shukrani sana. Nilma, una tatizo gani? mambo yako binafsi unamwambia mchungaji Hardik? Wala ungemwambia Nilma aache kufanya huu upumbavu wake mbele ya mchungaji. Ona sasa ha? Tafadhali shemeji, baada ya ulichokifanya kwa Rahul, mambo yetu binafsi hata hivyo kwa sasa yanaenda kuwa ya, ya umma. Na hata hivyo kuhusu maombi, kama mwanangu hata weza kuja kushiriki katika maombi sasa, ni kwa sababu gani ujali kutokuhudhuria kwetu au la? Kwa hiyo su unaweza kufanya maombi hapa pamoja na familia yako, na mimi pamoja na familia yangu tutaenda uwanjani kwa pamoja na kufanya maombi. Ehe Ardik, itakubidi umpigie simu ifiharsha na umwambia ya kwamba yeye yeah, anapaswa kufanya maombi pamoja na sisi kule uwanjani. Kwa nini unakuwa kama mtoto Nilma? umechanganyikiwa Utawashirikisha mabinti wa kwenye hii familia katika hili ha? Harsha pamoja na Rakesh watafanya maombi sebuleni, kama wafanyavyo, kama ilivyo kila mwaka. Hapana shemeji, inatosha. Inapendeza kwa upande wetu kugombana kwa ajili ya mtu ambaye hayuko tena? Hebu fikirieni kuhusu wifi. Kama moto mtakatifu utawashwa sehemu mbili, basi ni nani atakayemuunga mkono? Ardik, tafadhali hebu muulize nini kuhusu hili shemeji. Hakuna mtu humu ndani anayehitaji ushauri wangu. Bwana Mishra. Ndiyo, Bwana Narim. mm, tafadhali naomba unipatie mbolea kidogo. echukua hayo maua na utengeneze shahada nzuri ambayo tunaweza kuweka katika picha ya babu ya kumbukumbu. Mayanki anakuja na picha hapa muda sio mrefu. Haya, chukua hizi. Usijaribu kuutumia vibaya udhaifu wangu, usisahau mipaka yako. Chukulia ya hili ni onyo langu la mwisho. Kuanzia leo utakaa umbali wa futi tano kutoka kwa yule jamaa, utakiwi kukaa karibu naye wala kukutwa naye sehemu yoyote. Haya, anza kazi yako. Kaka. Kaka. Kwa hiyo, umeamua kufanya maombolezo mbali na familia yako? Mna mdogo atahuzunika sana. Mimi nitafanya maombolezo shambani. Nyote wote mnaweza kuondoka kama mnataka. Sawa, Ramesh, hakikisha unanunua kila kilichotajwa katika orodha. Ukiwa unarudi ununue sahani pia. Sikiliza orodha hii hapa, Nibatie hivi vitu vyote. Halafu pia hakikisha unaiweka picha ya baba kwenye fremu kesho. Sitaki kuomba kitu chochote toka kwako, Hartik. Natumai utakuwa umeshampigia simu Harsha na kumwelezea ya kwamba atahudhuria maombi pamoja na sisi uwanjani, maana nataka nione ni kaka yupi ambaye anamjali zaidi. Lma, leo zitafanyika ibada mbili tofauti. Kwa sababu yako nipo kimya, kwa sababu sitaki kuharibu amani ya nyumba katika kumbukizi ya kifo cha baba. Harasha ni binti wa hii familia na Rakesh ni mkwe wa hapa nyumbani, kwa hiyo hupaswi kabisa kuwaingiza katika huu ugomvi wetu. Mwezi ujao nyumba yao itafanyiwa ukarabati, baada ya hapo watakuja hapa. Tukiendelea kugombana kama hivi, hawatuweza kuishi kwa amani hapa itakuwa ni aibu kubwa sana katika hii familia. Subiri kwanza, Harish, ulimwambia Harsha na Rakesh waje katika hii nyumba, na wala haukuona kama ni muhimu kama familia utushirikishe, mimi na Hardik, ili tujue tunafanyaje? Na hili ndio tatizo la hii familia, kila mtu anadhani ya kwamba maamuzi yote yanayochukuliwa ya kwamba Nilma na Hardik watakubaliana nayo, au sio? lakini Nilma, jaribu kuelewa. Hapana, Harish, nadhani kuna kitu umesahau, hivyo acha nikukumbushe hii: ni hii nyumba ni yangu pia. Na hakuna anayeweza kuja katika nyumba hii bila ruksa yangu na sio hata binti wa hii familia. Rahul, tafadhali ondoka. Hivi unafikiri kuwa utasamehewa kwa kufanya uo unafiki wako? Mimi sifanye maigizo, kweli kabisa nataka kuomba msamaha, nipo tayari kusubiria. Kwa nini hauelewi kuwa kaka hataki kuongea na wewe? Kwa nini unaongea kwa niaba yake? Nakwambia hili kwa sababu sitaki tena wewe uzue matatizo mengine katika kumbukizi ya babu. Hivi ni kwa nini unakuwa kama mtoto? Kipi kingine naweza kufanya? Kati wanajifanya uelewi. Usiniguse.

Manga apana, kaka, niachie hata nimfurisha dabu basi inatosha. Sasa sijategemea ili kutoka kwenu. Ila babu hatafurahi kabisa kuona nyinyi wote watatu mkigombana kama hivi. Kama nyinyi wote watatu hamumheshimu, kwa nini mnafanya maombolezo? na kule nyumbani wazazi pia wanagombana, yote ni kwa sababu yenu nyinyi. Maandalizi kwa ajili ya maombi yanaendelea katika sehemu tatu kwenye nyumba moja, lakini haijalishi kwa ninyi wote watatu. Ha, hamjali kabisa kuhusu yoyote, mnajijali nyie wenyewe tu. Lasivyo, kama kama watoto wa familia wanataka, wanaweza kuwashawishi hata wazazi wao na kuelewa lakini hakuna faida yote ya kuambia ninyi wote kwa sababu ninyi wote watatu mna majivuno kiasi kwamba hamwezi kabisa kujali kuhusu furaha za watu wengine. Na wewe Bwana Naren hauheshimu kabisa maadili na kanuni za babu yako. Siyo sehemu ya kanuni za babu yako kusimamia na kuiweka familia pamoja? Hili wazo la kusherekea kumbukumbu ya kifo, ibada pamoja na matamasha yote, vyote vimeandaliwa na wazee ili kwa lengo tu la kukutanisha familia. Waulizeni wasiokuwa na bahati. Nani anayeweza kusherekea tamasha peke yake? Msichana ni nani na kwa nini umemleta hapa? Mama, nilikusikia ukiongea na shangazi Shushma kwamba unahitaji mpangaji sasa. Ndiyo, kwa nini? Nadhani hilo ni wazo zuri. Kwa hiyo nikawaambia baadhi ya marafiki zangu chuo. Kwa bahati, yeye alikuwa anatafuta nyumba, kwa hiyo nikaona sio mbaya kama akionana na wewe na akaja kuiona nyumba pia. Natumai yeye sio Hapana mama, yeye siyo recho, ni Ritu sawa. Anaonekana kutokea familia inayojielewa anaweza kukaa nyumba hii lakini, aha. Ngoja nikwambie kabla, kama akikaa hapa itambidi afate sheria na kanuni za nyumba hii. Ndiyo, bila shaka mama unaweza kuhamia kesho. Chumba chako kitakuwa tayari. Asante shangazi. Mama ngoja mimi nimsindikize. hmm. Sasa kwa nini umemdanganya? Sikiliza Anuj, tena usije ukajaribu kujifanya mjanja kwangu. Ah, reco, unakosea. Hata hivyo mama, nilimsikia akiongea kuhusu wewe mara nyingi sana. Anadhani kwamba uja nataka mimi na wewe tuwe kwenye mahusiano. Kama ningemwambia jina lako la ukweli, asingekupa chumba kwa hiyo kuwa mwelewa tu, ulichokifanya sio sahihi kabisa. Wewe ungemwambia tu kila kitu mama yako, na sio kama ulivyomdanganya. Sikia, isingeleta tofauti yoyote kabisa, mama asingeelewa. Mama anamchukia kwa sababu ni mnenguaji na anadhani kwamba wewe ni mwongeaji sana. Ukweli mama akishafanya maamuzi hamsikilizi mtu yoyote. sawa Mkuu, sijawahi kuwaza Puja licha ya sisi kuishi chini ya pamoja. Maombi ya kifo cha baba yatafanyika katika sehemu tatu tofauti. Samahani shangazi, Nimejaribu niwezavyo, lakini sikuweza kabisa kumshawishi bwana Narini aweze kurudi nyumbani. Yaani yeye ni msumbufu kama vile babu yake. Kama tu atasisitiza, familia nzima itafanya maombolezo kwa pamoja, mama. Mjomba, shangazi, najua mna huzuni kwamba Rahul aliambiwa aondoke humo ndani, lakini mnaweza kusahau chuki yenu kwa ajili tu ya babu? Mnaweza kuheshimu hilo? Tizama Naren, sipo tayari kusikiliza hotuba zako. Nyumba ambayo imeweza kumfukuza mwanangu Rahul, basi mimi sina cha kufanya katika nyumba hiyo. Itakuwaje kama Rahul atarudi <tune> kza kifo cha babu na kila mtu, endapo tu ukiniruhusu, familia yetu nzima itafanya maombolezo. Tufanye hivi kwa ajili ya babu. Adhalisema ndio, mtoto wa familia amerudi nyumbani. Mtoto wa familia hajakatazwa kurudi nyumbani. Chumba cha Rahul kimewekwa kama kilivyokuwa mwanzo. Naomba kila mtu ajiandae kabla maombi yaanze. Raul mwanangu, na wewe kajiandae. Kama watoto wa familia wanataka wana uwezo mkubwa wa kuwashawishi wazazi wao kirahisi Hauheshimu maadili na kanuni za babu yako kabisa. Je, sio sehemu ya kanuni za babu yako kusimamia na kuiweka familia pamoja? Unaweza kunithibitishia ya kwamba Rahul hatofanya hivi tena? Asa, asa na msichana asejiweza ambaye ni mtumishi wa ndani. Nataka kuuliza, watumishi sio watu? Naren mwanangu, na wewe pia jiandae haraka. Sawa mama, uh, nitawaleta baba na mama. Mm, nenda. Asante mwanangu wewe ndo suluhisho ya matatizo yangu yote Anuj, unakumbuka nilichokwambia? Kama utasema uongo mwingine basi nitakukana. Mama! Mama, uko hapa? Aha. Aha. Ritu, ndio nilikuwa nataka kuandaa chumba chako. Hakuna shida, tafadhali kunywa chai kidogo, tutaongea baada ya hapo. Mm, keti nimesha kukuambia, kama ukikamatwa tutakuwa matatizoni. Mimi sitaki matatizo yoyote yale, kwa sababu yako wewe tu. Hizi mm, paroka ni tamu kweli. Utapata chakula kitamu kama hicho kila siku, kwa hiyo inabidi uigize kama Ritu kwa siku chache na kuahidi, kila kitu kitakwenda sawa sawa. Imeisha hiyo Naweza kudanganya kidogo kwa ajili ya hicho chakula kitamu. <muchimu> maandalizi yangu yote yamefanyika vizuri, kwani sijakwambia kuambia wivi. Baraka za baba zitafanya kila kitu kuwa sawa na kila kitu kitakaa mahali pake. Nelo, nilikuwa nasema mchungaji kuma kama unahitaji kitu kingine chochote tafadhali nijulishe. Puja, Narini yupo tayari. Wacha nikaangalia shangazi. Kila ninapomwangalia Narini namuona baba usoni mwake. Kumbukumbu ni za ajabu sana, hakuna anayeweza kuzidhibiti. Jinsi unavyojaribu sana kusahau kitu, ndivyo unavyozidi kujikumbusha.